Zaidi ya hekari 400 katika hifadhi ya msitu ya mlima Hanang wilaya Hanang mkoa mkoani Manyara zimeendelea kuteketea kwa moto katika moto ulioanza tangu Disemba 3 ya mwaka 2025, huku chanzo cha moto huo kikiwa bado hakijajulikana. Tumezungumza hapa na kaimu kamanda wa jeshi la zima moto na uokoaji mkoa Manyara, Emmanuel Kibona, ambaye anasema bado wanaendelea kudhibiti moto huo ambapo hivi sasa wamefikia zaidi ya asilimia 90. Mimi naitwa Hosea na hii ni Global TV. Huyu hapa ni Emmanuel Kibona ambaye ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji, anaeleza hali halisi ilivyo hadi hivi sasa. Tathmini iliyofanyika ili kuna hekari 498 pointi tatu ambazo zimeonekana zime tayari zimeasilika na moto huu unaoendelea. Kwa hiyo jeshi la zimamoto na uokoaji, tunaweza kutoa rai kwamba tusiwe na wasiwasi, jeshi la zimamoto na uokoaji liko kazini, na jeshi la zimamoto na uokoaji lina uweledi mkubwa, na tunaweza kutoa kila aina ya ujuzi na elimu, hasa kwa vikosi shirikishi na wananchi, ili waweze kufika hatua ya kusema moto huu tumeudhibiti kwa asilimia mia lakini mpaka sasa hivi kwa assessment tuliokuwa nayo, tumeudhibiti moto huu kwa asilimia tisini na mbili, lakini tunaamini kwa siku zilizobakia ndani ya wiki hii tutaweza kukamilisha moto huu kwa asilimia zote mia na kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wa wilaya ya Hanang wanaweza kuendelea na shughuli zao pasipokuwa na majanga kuendelea zaidi. Kwa kumalizia kwenye upande wa tukio hili tunaomba wananchi, tumetoa elimu kubwa sana kuhusiana na shughuli wanazoendelea nazo kwenye mlima huu na kuhusiana na uhusiano uliowepo kati ya wananchi na wahifadhi wa mlima huu ambao ni watu wa TFS. Tunaamini kabisa jukumu la usalama wa mali zetu na mali zetu, mali zetu, na jukumu la usalama wa mali zetu na na vitu vyote vinavyotuzunguka vinaotzg ni jukumu letu wenyewe. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba wananchi kwa elimu waliopata kupitia Jeshi la Zimamoto, kwa sasa hivi shughuli zote za kibinadamu ambazo zinafanyika kwenye mlima huo ikiwemo watu kukata miti kiolela, watu kulina asali e, kinyume na taratibu za sheria, watu kuchoma mkaa.